Ex wa Harmonize ameonesha zawadi ya gari aliyopewa na boyfriend wake wa sasa ambaye amekuwa naye kwa miezi minne tu. Sasa ameshare video hii kwenye Instagram na kuandika, nashindwa hata niseme nini, sijui ulikuwa wapi siku zote daddy, lakini Mungu hachelewi wala hawai. Asante Mungu kwa kunipa the most intentional man. Siwezi kuelezea kila kitu but thank you for this baby wangu. Hii ni miezi minne, tukifika mwaka Mashabiki wake wamempongeza mrembo huyu, huku wengine wakikejeli wapenzi wao kwa ubaili, akiwemo mmoja aliyeandika huyu wangu akinunulia banda la jibii moja ni kunifokea kila saa nikichewewa kujibu meseji. Au zenu zina tv huko ndani jamani? Je, ni zawadi gani kubwa uliwahi kupewa na mpenzi wako? Niambie kwenye comments. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga